Mkuu wa wilaya ya Namtumbo mkoani Ruvuma, Ngolo Malenya, amethibitisha taarifa za msanii maarufu wa Singeli Msagasumu kupata ajali jana Mei 16 mwaka 2025, wakati akirejea jijini Dar es Salaam akiwa anatokea wilayani Namtumbo kutumbiza kwenye mkesha wa Mwenge. Akiongea na Ayo TV kwa njia ya simu, DC Ngolo amesema Msagasumu alikuja wilaya ya Namtumbo Mei 15 mwaka 2025 kwa ajili ya kutumbuiza usiku wa Mwenge wa Uhuru ambako ulifika na Mtumbo na baadaye, Mei 16 mwaka 2025 asubuhi baada ya kumaliza shughuli yake, ilianza safari ya kuelekea jijini Dar es Salaam. Kapatia barabara ya Tunduru huko ndiko ajali ambayo imeweza kutokea. Walipofika katika kijiji cha Azimio kata ya Mtina, wilayani Tunduru ndipo ajali ilipotokea na Msagasumu aliumia na kukimbizwa haraka hospitali ya wilaya ya Tunduru na kupata matibabu ya awali ambapo kwenye paji lake la uso ulichanika na akashonwa hapo hapo Tunduru hospitali. Pia ana maumivu kwenye mbavu, hivyo kasafirishwa na gari la wagonjwa kuelekea jijini Dar es Salaam kwa matibabu zaidi, na mpaka sasa hivi ameshafika hospitali ya MOI kwa ajili ya uchunguzi wa ziada. Lakini sofa amepata taarifa, tumepata taarifa, anaendelea vizuri na pia matibabu ya awali yanamsaidia. Hapa ni Blue House Dax Media, mimi naitwa Dauda Xander Scott. Ukisubscribe unakuwa mwanafamilia wetu wa kwanza, ambao utakuwa unapata update zetu kila wakati na kila mda. Asante.